Citizen. Na mtazamaji tukisonga mbele ni kwamba aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua. Ameonya kuwa eneo la Mlima Kenya liko kwenye hatari ya kusambaratika iwapo litamruhusu Rais William Ruto kuligawanya. Naam, akizungumza wakati wa ibada ya kanisa katika kaunti ya Kirinyaga, Gachagua aliwaonya wabunge wa Mlima Kenya dhidi ya kutumiwa kugawanya eneo hilo, akiongeza kwamba uhai wa kisiasa wa eneo hilo unategemea umoja wao. Na kiongozi wa chama cha Wiper Patriotic Front, Kalonzo Musyoka amewahakikishia wafuasi wa upinzani wa kwamba timu yao itamshinda Rais William Ruto katika uchaguzi mkuu wa mwaka elfu mbili If we agree Ruto to divide us, as a community we are finished. We face extinction. And the only way for us to stay afloat as a people is to make sure we remain united. Unaona wanatafuta Kalonzo kila wakati. Wanadhani Kalonzo anaweza kuachana na Rigathi na Martha na JB Muturi ndio sasa Wakikuyu wanyoroshwe tena. Now I have very bad news for them. Habari mbaya sana kwa kina Ruto. Huwezi tena kutenganisha Wakamba na Wakikuyu na kila haiwezekani, vile tutafanya sisi viongozi tutakuwa na namna ya joint nominations. Ukiwa una uoga wa marumbano ndani ya nyumba, je?